Lakini kwa sababu umeharibu picha safi ya wewe kuwa nuru, umesababisha kanisa litumie gharama kubwa kuleta wahubiri wa mbali, wakati wewe ulitakiwa kuwa mhubiri hapa Edeni kwa maisha yako na matendo yako, na watu waweze kumtukuza Mungu kwa uaminifu wako. Ukikaa nao watu wanasema, huyu hana Mungu, tunataka kwenda kwenye kanisa lake lakini kwa sababu tumeipoteza hiyo nuru, tunahangaika na mambo mazito hata kiasi cha kutumia rasilimali nyingi. Wapendwa katika Kristo, mabalozi wenzangu, shuleni tunatakiwa kwa nuru. kule shuleni tuangazie wale wasiomjua Mungu waweze kusema, hawa watoto wenzetu wanao Mungu, hawafanyi kama sisi tunavyofanya. Nyumbani tunatakiwa kuwa nuru nyumbani, nuru zinazoangaza, tunaopenda ibada, tunaoishi na watu vizuri, tunaomtukuza Mungu kwa lifestyle yetu, kwa mtindo wa maisha yetu wa kawaida. Tunatakiwa kuwa nuru katika jamii. Jamii unayoishi nayo inakusoma wewe, ujue kuamka kwako, kutembea kwako, unapofanya shughuli zako, jamii inakuangalia, jamii inachukua data, jamii inasema, huyu mtu anaye Mungu au huyu mtu ana Mungu. Jinsi unavyoishi na jamii, the way you mingle with the community, jamii inajua, tunaye mtu mwenye uchaji wa Mungu. Lakini ukizima nuru, jamii inasema tunaye muasi mmoja kwenye jamii yetu. Wakikamatwa wezi, watasema hata kwa yule hata kwa yule anayefanya msabato na yeye anafuga wezi, kwa sababu umeizima nuru yako. Nuru ya kusameana na kuachilia, leo ni kwa mgogoro na tatizo la watu kusameana, ndoa zetu, jamii tunazoishi nazo tumekuwa tukienda tukiishi nazo kwa kubeba matakataka ya uchafu ya kukosa kusamehe na kuachilia. Kuwa nuru ni pamoja na kuachilia. Kuwa nuru ni pamoja na kutafuta msamaha. Kuwa nuru ni pamoja na kutafuta upatanishi. Wapendwa katika Kristo wa kanisa hili la Eden Mungu anatutaka tuwe watu wenye kubeba nuru yake, nuru itakayomtukuza yeye na sio kujitukuza sisi, nuru itakayoleta picha ya ushindi katika maisha yetu ya Ukristo badala ya kujishusha na kumdhalilisha Mungu katika maisha yetu. Wapendwa katika Kristo, Mungu wa mbinguni ni mwema, hata haya ameyaleta kwetu ili tuweze kupata tafakari mpya katika siku hii ya mabarozi, kupata tafakari mpya itakayoweza kutuongoa katika siku hii ya mabalozi. Na nyinyi mabalozi, msisahau ya kwamba nyinyi ni nuru, nyinyi sio wa ulimwengu, nyinyi mnatakiwa muimulike nuru yenu kwa ulimwengu ili ulimwengu waweze kuongolewa kwa nuru yenu. Tusizime nuru yetu. Tukizima nuru yetu, tunamsurubisha Yesu kwa mara ya pili. Tukizizima nuru yetu, tunaliafifisha utume wa kanisa juu ya kuwaongoa watu wengine na kumwona Yesu Kristo. Wapendwa katika Kristo, Mungu wa mbinguni Aya, maliki maneno haya matakatifu katika jina lake Yesu Kristo, amina, amina. Basi tusimame

Basi tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa maneno yako matakatifu na matamu ambayo umenena nasi tena katika umchana mchana wa leo. Yote ambayo watoto wako wamekwisha kuyasikia, waongoze kupitia Roho yako Mtakatifu aka wafanyie nguvu ya kuweza kuyaishi nayo na kubadilika kwayo katika maisha yao ya kuweza kuona mvuto na ya kukuangaza wewe katika jamii zetu. Ruhusu sasa utamalaki na kukaa katika mioyo ya watoto wako kupitia roho yako mtakatifu, ili yote waliojifunza yaweze yakawabadilishe. Tunaomba ye ya machache, tukiamini katika jina lako Yesu Kristo. Amina. Mungu awabariki sana.